Maafisa wa Marekani wa Ukraini wamefanya mazungumzo ya usuluhishi wa mzozo wa Urusi na Ukraini mjini Jedda, Saudi Arabia, katika juhudi za kusitisha vita vilivyoanza mwezi Februari mwaka elfu mbili na ishirini na mbili baada ya Urusi kuivamia Ukraini. Tatu Karema ana maelezo zaidi. Ukraine imelikaribisha pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano kwa siku 30 katika vita na Urusi, na kusema iko tayari kuchukua hatua kama hiyo, wakiamini pendekezo hilo ni chanya. Taarifa pamoja ya Kyiv na maafisa wa Marekani baada ya mkutano uliofanyika mjini Jedda, Saudi Arabia, ilisema Ukraine inafikiana na pendekezo hilo. Rais Volodimir Zelenski amesema Marekani itajaribu kuishawishi Urusi kukabiliana na pendekezo hilo katika matamshi yake ya jana jioni. Na kulingana na taarifa hiyo ya pamoja, Marekani itawasiliana na Urusi, ambayo pia ni muhimu kuelekea mustakabali wa amani baina ya mataifa hayo mawili. Kwa upande wake mkuu wa ofisi ya rais nchini Ukraine, Andry Yamak amesema ni muhimu kwetu kuona jinsi vita hivi vitakavyoisha, ni muhimu kwetu kuhusu dhamana za usalama tutakazopewa. Ninaweza kuwaambia kwamba tumeridhika sana leo, kwa sababu yalikuwa mazungumzo ya kina sana, yenye maana sana na uchambuzi wa kina kuhusu maelezo haya muhimu ambayo bila hayo haiwezekani kufikia amani endelevu. Marekani aidha imesema itarejesha utaratibu wa kuipatia Ukraine taarifa za kiintelijensia na msaada kiulinzi wa kiulinzi, huku waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio akisema macho sasa yanaelekezwa kwa Urusi ikiwa itaamua kukubaliana na pendekezo hilo ama la. Marekani na Ukraine aidha zimekubaliana kusaini mara moja makubaliano ya rasilimali muhimu ya madini ya Ukraine. Huku hayo yakijiri, katika mahojiano yaliyochapishwa leo, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov akizungumzia muktadha wa uwezekano wa makubaliano ya amani ya Ukraine amesema Urusi itaepuka kuingia kwenye makubaliano ambayo huenda yakahatarisha maisha ya watu. Haya ni kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya Urusi. Lavrov amesisitiza kuhusu msimamo wa Urusi kwamba haitaruhusu uwepo wa vikosi vya jumuiya kujihami ya NATO nchini Ukraine ikiwa kutakuwa na makubaliano ya kusitisha kabisa vita.